Mtazamaji wa Stein TV nikwambie mambo vipi? Karibu sana katika masuala ya kiburudani, tuweze kupiga story wote kuhusu na vitu vya entertainment ambavyo vina happen katika mkoa wetu wa Kagera. Vipi? Fresh. Kama kawa. Good kabisa. Natembea kidogo. Bana, kwanza unajisikiaje? Si leo tupo mtaani kwako. Ah, kwanza najisikia vizuri sana. Yeah, I'm so excited. Okay, anyway. Sasa Good Boy uh, amnaje kutambulisha uh, bro. We ni brand za hivi <laughs> <Yeah. laughs> tumeona uh, bwanangu, kuna ulianza na muziki lakini pia uh, una produce pia muziki, lakini pia sasa hivi umehamia katika masuala mazima ya comedian, si ndio? Yeah, of course. Sasa Good Boy, tuanzie kwenye muziki sasa, tuanzie kwenye muziki. Ni kitu gani uh, katika tasnia yako ya muziki sasa hivi? Yani muziki uko vipi? Naona kuna ngoma umepiga na Bishop in town <laughs> mm. Inaitwa uchi? Uh, of course ni kwamba kwenye swala la muziki maki, watu wengi wanafikiria labda kama muziki nimeacha kwa kuwa nimeingia kwenye mambo ya content, lakini mm. ni kwamba muziki sijaacha, bado naimba eh, bado na produce mm. kwa, kwa wale wanaohitaji bado kutengeneza nyimbo mm. mimi nipo studio kila siku pale, lakini pia kusapoti na vipaji mm. unajua mimi hapa ninavyofanya kwa pale uh, kwa pale ofisini kwangu mm. eh, mimi ni kwamba hata mtu akija tu pale ofisini mm. ni, tunaweka tunaweka kusupport mbele kuliko pesa, unaelewa. Kama zile ndio sasa. Good Boy, vipi katika upande wako wa mziki? Sasa hivi tumeona unafanya sana content, watu wengi wanadhani Good Boy ame base katika content, lakini tumeona umefanya ngoma na Abishow in Town, si ndio? inaitwa uchizi nadhani, kitu kama hicho. Yeah, uchizi. Uchizi hiyo ngoma ulishirikishwa ama ulimshirikisha mdau? ah uh, of course ile ngoma ni kwamba ni yeye alinishirikisha, lakini still ni ngoma ya vibe. Unajua, mnapokuwa mmechill studio pale ideas zinakuja oh yeah. Mnafanya kitu ndo yani ndo jinsi ilivyo husiana ile ngoma ya uchizi. Sasa, kabla ya kushirikishwa wewe na Bishon Town bsht si ndio? yeah. Wewe ulikuwa unategemea nini? labda tumeona umekaa kimya katika upande wa kutoa muziki, tunaona content zina flow kwa wingi. Of course, uh, kama ukiangalia kwenye bio yangu mm. ya Facebook lakini pia TikTok pale mm. uh, pale nimeweka kwamba mimi ni director mm lakini pia ni producer. Ndiyo. Sasa kwenye mambo ya uproducer ndo kuna mambo ya mziki kwa ujumla, lakini huku kwenye masuala ya, kwenye masuala ya udirekta, <laughs> nilikuwa sijawahi kuonesha kwamba ni kitu gani nakifanya. Kwa hiyo kwa, kwa sasa hivi nimeamua kwanza mziki nipumzishe kidogo kwa muda kama mwezi mmoja, nifanye content watu wajue sasa kwamba unatembea na upepo, chokina, sitembei na upepo. <laughs> lakini <laughs> najaribu uh, kuwakumbusha unajua, bwana content zangu nyingi zimebase sana kwa watu wa Bukoba hmm. Kwa sababu unajua watu wanavyotoka Bukoba wakaenda hmm. Eh, labda daa au wapi hmm. Wanasahau sana tamaduni zao za Kiaya si ndio? Eh, za Kiaya, kwa hiyo mimi hapa natengeneza zile content kujaribu kuwakumbusha eh, kwamba mbapashobe mba, nde biomka eh. Sasa mwanangu, kuna content zako nyingi unafanya mzee, sasa uh, content, muziki na kuproduce muziki, kitu gani ambacho kimeonekana watu wengi kukikubali na nini? Uh, of course kwenye mziki ni kwa sija, sijaanza kujitangaza sana kihivyo mm. Lakini kwenye content ni mwona zinaenda sana kwa sababu watu Bukoba ni watu wenye upendo. lakini na lakini, nime, nimetaja vitu vitatu vitatu: mziki uh, ku, ku, ku, comedy, lakini pia kuproduce. ku Ulikuja jitangaza kupitia mziki kwa upande wa kuimba au kwa upande wa kuproduce? Uh, of course kwa watu wanajua kwa upande wa kuimba, lakini kwa upande wa kuproduce sio sana, lakini pale tumuona caption ni pro, producer Good Boy mzee yeah, ndoo maana anakwambia kwenye upande wa kuproduce mm. Watu hawajanijua sana kuliko kwenye kuimba kwa sababu of course kuimba nimeanza kitambo since 2016 mzee. Ah, oh, ni noma. Miaka mingapi sasa hivi mzee? <laughs> Ah, miaka ya kwenda, miaka ya kwenda. Yaani sio sio miaka ya kitoto kwa kama 11, si ndio? Yeah, nipo kwenye game. Sasa Good Boy, labda uh, kitu ambacho labda naitaji ni kuulize uh, content. Tumeona umefanya content, lakini pia kuna upinzani mkubwa. Mimi of course napendaga ni nyoke lili sina nijua. Yeah. Kuna mwanawetu mmoja bwana msanii ambaye tumeona kuna kitu ambacho kinaendelea, msanii comedian, star comedian <laughs> kwa lugha nyingine uh, anaitwa nani yule babu mgulusi wa kanazi sindio? Yeah. na wewe hapo uli, ulifanya kitu lakini nisikia alikuchallenge sasa uh, wewe kitu gani ambacho labda kilikuja binafsi? Unajua, wale ni mabradha ambao wametangulia kwenye game. hao ni mabradha ambao wameanza kufanya content muda, lakini wanajitafuta katika

kila mtu ana riziki yake. Lakini mimi ni mtu ambaye nafuatilia sana status bro. Niliona pale kidogo status yako kuna kitu ambacho ulikuwa unahamasisha kuhusiana na watu ambao wana challenge muziki wako. Ina maana uliongelea. Why sasa hivi unasema uwezi kuongelea hayo mambo? Sasa nimeuliza nione ina maana ilikuuma bro. Isinge kuma, usingeweza kupost kwenye status yako ukimzungumzia Ngulusi wa Kanazi na na, na wachekeshaji wengine kutokea mkoani. Ndio maana nimekuuliza hilo swali unijibu mzee. <laughs> Kama ulisikiliza vizuri ile voice yangu kwenye status, sikumtagi mtu. Ukumtagi mtu. Lakini <laughs> Mimi nafuatilia kaka chaka tu chaka. Mimi ndio maana nikakuuliza na mlijibiana kidogo pale. Sikumtagi mtu lakini labda niongee kitu kimoja. Mm. Mimi naongelea tu kwa uh, of course kwa hawa comedians wa Bukoba hawa. Mm. Ase, tupende kusapotiana. Mbona watu wengine wanasapotiana kwa mfano kama unaona hata wale wakina koi, mm. Watu, mzungu. Watu ambao wametangulia kwenye kwenye kwenye content hizi kutengeneza wale ma content creator wanasapotiana lakini kwa Bukoba sio hivyo. Kwa Bukoba sio hivyo. Labda kuna watu wachache. Kwa mfano mimi naweza nika mention, naweza nikawa mention watu ambao wana support kazi za wenzao, hawana kinyongo. Kwa mfano kuna mtu anaitwa Atikasha, kuna, Atikasha eh, kuna mtu kama Mjwau mm, na wengine wengi lakini, kuna baadhi ya watu, umeelewa, mm, wanakuwa wana ile eh. Sasa hawa watu oh, inabidi uwataje kwa sababu umetaja watu ambao wanafanya mazuri, wakina Mjwau wakina nani huyu nani Atikasha lakini sasa wow, mzee. <laughs> sitaki kumpa mtu wangu kwa sababu unavomtaja mtu of course brand, kwa hiyo sihitaji hiyo eh, ni sahi mzee afanya content nyingi za kiaya walio wengi pia ambao nambao bwana uko vizuri, lakini pia kuna watu ambao wanasema umeiga. Kuna ile nalilia ukafanya inaitwa ndio? sindio? Mm. Kuna sauti, sauti mtu ambaye amekuzuia sauti ni yakwako na ujabadilisha sauti lakini, kuna baadhi ya watu wanasema kuna, kuna kananilika wizi fulani ulibibia mji wao. Wengi sana bro, hizi nimezitumia maandishi ya habari, nimezichimbua kule <laughs> <laughs> of course ni kitu kimoja hmm. Wanasema mti wenye matunda tu ndio huo unapigwa mawe hmm. Si unaelewa kama zile hmm. Kabla hizi si, content hazijaanza kuonekana hmm. Sikuwahi kupokea comment yote ya kwamba labda nimemwiga fulani, lakini baada ya yani, baada ya kuanza kuonekana ndio hizo content zinatokea au hizo comment zinatokea. Kwa hiyo kiufupi hmm. mii niseme wanaosema hivyo waendelee kusema kwa sababu, of course mtu wa ukishapewa mdomo unaweza kuongea chochote kile unachotaka unacho kuongea. Sasa content zako nyingi zinazungumzia orekele ilogo, lakini nazungumzia yani, kwa kwakia kuna kitu kinaniuzi orekele ilogo, niwache uchawe, si ndio? Sasa a Good Boy. Tuambie kwa nini umebase na ulekelei logo e, li, ulekelei logo lakini kitu kuna kitu kinaniuzi, lakini kwa nini umebase na hivyo vitatu ndio vimetembea mzee? Hivi uliwaza nini? Kuna vitu vingi vya kufanya ambavyo huenda vikaenda, lakini kwa nini uliwaza pale? Tuli live. <laughs> Uh, of course ni kitu kimoja uh, unapoanza kutengeneza hizi content zako mm, inabidi uwe na logo. Yaani ambayo hata mtu akikukutana mm. Eh? Ajue kwamba huyu mtu fulani waga na kamsemo kake fulani ambako nika kwake yeah. Hmm. Na mimi hapo niseme msemo wangu, mbona upenda sana, ni ile kwamba tuli live <laughs> eh, <yani laughs> eh. Umekuwa ikandamiza tuli live eh, yani kwamba ukisikia ukisikia hivyo ujue eh? Kwamba kimewaka, sinaelewa. Kama zile, yeah. E bana, of course, ina unazungumzia jamii. Yani unajua mwanangu, kwa nini sasa unafanya comedian? Comedian ni kuchekesha, lakini comedian ni aina yako, ni ile ambayo unakuwa unahamasisha jamii na nini hivi. Kwa nini sasa Good Boy umeamua kuingia katika comedian na kuhamasisha jamii? Unajua kuna comedian ambaye anaweza kaongea kitu, yani ni cha kuchekesha, lakini hamna mtu ambaye amejifunza kitu kutokana na nili yake. Lakini wewe unafundisha watu, ma DJs, lakini mabosi wale ambao wanataka kulipa wafanyakazi wao, watu wanaodharau watoto wa wenzake na vitu kama hizo. Sasa Good Boy, hiyo ni comedian ya aina gani tujue. Uwe, sasa sisi wanasanaa <laughs> uh, of course kwanza kwanza ni uh, nikijibu swali lako nitalijibu kwa upana kidogo mm. Issue ni kitu kimoja unajua, mm. Kuna watu mpaka sasa hivi hawajaelewa wa kwamba mimi zile ni nini, kwa sababu kuna watu wanakuwa ni comment kwamba ase tumia kiaya ambacho kimenyooka labda sijui nini, ase zile ni comedy, sio serious, umeelewa? Na unajua sasa hivi kwa Tanzania Tanzania ukiwa serious utoboi. Ukiwa serious tu utoboi, lakini vitu ambavyo ni hapana serious ndo natoboa. Ndio natoboa. Kwa hiyo sisi tunatumia kutokuwa serious kwetu kwa, eh, kufikisha ujumbe wetu kwa, kwa audiences wetu alafu kitu kingine pia aa, ni kwamba kuna na wale wanaokuwa wanatu comment labda kwamba hizi labda eh muache, hmm. Bangi hizo ni bangi, hizo sio bangi, ndugu zangu, eh, hizo ni content watu tunatengeneza, yeah. Eh, ili tuone kama na sisi tunaweza tukafikia audiences wetu na pia tukafikisha ujumbe ambao tunataka kufikisha bila kujali tunaofikisha kwa namna gani? yes, ndio yeah. Sasa Good Boy, mziki umeanza 2016 ku produce, umeanza 16, lakini comedy ni muda gani umeanza? Ah, comedy nimeanza 2000 kama 21 japo zilikuwa ziendi. Kama umeweza kuangalia kwenye akaunti yangu ya TikTok. Kwa nini zilikuwa ziendi? ulikuwa unafanya comedy aina gani? nilikuwa nafanya comedy kama hizi hizi, mm. sema sasa, nilikuwa nazifanya kwa lugha ya Kiswahili. Ah, okay. E, lakini baada. Kwa nini nasema kwanza watu wa Bukoba wana upendo sana? ni kwa sababu zile za Kiswahili zilikuwa ziendi, mm. lakini baada ya kuanza kutenga hizi za lugha tofauti, ndio mm. zimeanza kufanya nini, zimeanza kutembea sasa. Uh, good boy Unaamini, kupitia komedi zako, sio kwamba utateka watu wa kanda ya Ziwa Bukoba na watu, unajua Tapu, watu ambao wanajua kiaya tofauti na watu wengine ambao ku mikoa, naamini wahaya ni wengi sana kutokea Bukoba mm. na wengine wako nje ya Bukoba mm. na sapoti inayohitaji sana ni ya wahaya na ndio maana natumia lugha mm kaya hivyo, hmm. tu E bana, ni noma sana mshikaji wangu. E bana Good Boy, kwanza shukrani sana. Wanakupataje wengine wazidi kukupata? Tunajua kuna watu ambao wanataka kusikiliza kitu ambacho tumezungumza hapa. Kuna watu wanatamani kujua ni komeni za aina gani ambazo watu wengi wanazifurahia kupitia akaunti yako ya TikTok na nini. E, yule ambaye pia akakuangalia sasa hivi kupitia Stein TV, tunakupataje? Uh, of course kwanza napatikana uh, kwa YouTube. YouTube pale natumia jina uh, la studio, mm. Records. Si. Records. Si, si, ndio. Yeah, unapata content zangu zote zipo kule mm, lakini pia TikTok natumia producer Good Boy CEO. Mm. Lakini Facebook natumia Good Boy CEP sio CEO CEP, p ina ingia ingiaje hiyo p, -E -E -P. Ingia, ingia, pia, bana, hiyo ni stori ndefu, interview haiwezi kuisha. Haya mm -hmm. <laughs> lakini pia Instagram. Instagram natumia Good Boy CEO. Namba zangu za simu ziko kila kwenye kila akaunti yangu. Zitaje? sio kila mtu ana simu kubwa bro. Namba yangu ya simu ni 0612 633190. Nirudie bana, ni kwamba tuli kabisa kileki no, mtazamaji wange. Eh, ona ona, namba ni kwamba tulia chokalie kintu nkintama eh no shango muntu eh wa mgambire kwamba ogwe ni ni ni weshe meji ya ucho kana kuinduka eh na kuna be nyuma rekere irogo e bana ni achali sana. Good Boy kutokea town si ndio? e bana, mtazamaji wa Stein TV ni Good Boy, nimepiga naye story producer Good Boy CEO ameweza kukuelezea kila kitu ambacho kina happen katika tasnia yake ya muziki, katika kuproduce muziki, katika comedian yake. Mimi naitwa J Brand kutokea Stein TV, nilikuwa naye JK wagwana